Kitabu cha mithali mithali, leo tutasoma ya 18. Jana ilikuwa nayo ni nzuri sana, kama ulipata muda wa kuisoma ya jana, Mithali 17 ni nzuri sana hizi. Kwa roho wa Mungu, tuona ni ananikumbusha na ni shauri mimi, uone kama na wewe itakufaa, tukirudia hii mithali kila mwezi, sisi na watoto wetu, sisi na watu tunaosoma nao maandiko kuna vitu ambavyo tutavipata vitasaidia watoto, tabia zao zitatusaidia na sisi e, maeneo ambayo Roho Mtakatifu inabidi ayamulike, atubadilisha, turekebishe. Kwa hiyo kuna kitu hapa Roho Mungu anatuhudumia. Mithali ya 18 mstari wa kwanza nasema ajitengae na wenzake hutafuta matua, matakwa yake mwenyewe hushindana na kila shauri jema. Yani, huyo ni mtu ambaye mazingira akili yake vifungo vyake vimemsababisha yeye amejitenga na wenzi. mm. Unakuta mtu wa hivyo ngumu kushauri, kushauriwa. mm. Kuna watu kama wawili watatu, kumbukumbu kumbu yangu inanikumbusha watu. kuna watu wanapitia hatua kama hiyo. lakini tutawaombea. Ukiona mtu amejitenga, ameacha kwenda kanisani, labda ile roho ya tunaita labda depression au roho tu ya kukataliwa amepitia mapito, amekataliwa sana, anasema mimi basi nitakaa tu peke yangu. Mwombee, mwombee, mwombee, na usiache kuendelea kwenda kum, kum, kumsogeza, kumjulia hali e, unajisikiaje? e, ukiguswa uki pa kumbariki, mbariki, mm. karibu mama, karibu. Tunasoma Mithali kumi na nane, tuko mstari wa pili, mstari wa pili unasema mpumbavu, mpumbavu hapendezwi na ufahamu ila moyo wake udhihirike tu. E, mpumbavu ni mtu ambaye hataki hekima ya Bwana, hataki ushauri, hataki mambo mema ya Mungu. Huyo nayo ni nini? Ni kumwombea, huo ni kumwombea. Unakuwa unasema kama huyo ni mimi, Mungu nisaidie, niwe napenda nini, ufahamu na maarifa, niwe mtu wa kushaurika. Kuna wengine unaona, watoto wetu ashauriwi, ni mbishi, hasa wakiwa wakubwa. Kuna wengine wanapitia hayo mapito We, unashukuru maombi anafikisha watoto wetu, anakuheshimu hata kama hamna, hamko imani moja anakuheshimu. Mama, unasemaje hapo? Ah, sawa, nimesikia nimekuelewa, na anajitahidi kufuata. Mstari hmm? wa tatu ajapo asiye haki huja dharau pia, na pamoja na aibu huja lawama. asiye haki ambaye hajaokoka mwenye dhambi e, eh, huja dharau pia, wanasema nyiwe walokole nyiwe mmezidi, nyiwe walokole nyiwe hivi, nyiwe walokole nyiwe hivi mm -hmm. Haleluya, haleluya. Maneno ya kinywa cha mtu e, eh, na pamoja na aibu huja lawama. Ndio unakuta anapata, anapata majanga tu e, eh, watu wa hivyo wanapataga misukosuko tu eh, hiki na kile kinawafuatilia ambacho sio kizuri Maneno ya kinywa cha mtu ni kama maji ya vilindi, kijito kibubujikacho, chemichemi ya hekima. Maneno ya mtu, unajua ndani yetu tunaambiwa tuna tujitahidi, tuliokoka tuwe na maji ya uzima ndani yetu, ambayo ni uwezo na nguvu za Roho Mtakatifu. Ujue maji sasa, hayo yakiharibika, tukiwa tumebeba roho nyingine, tukiwa tumeongozwa na roho nyingine, kitakachotoka kitadhihirika. Huyu ndani yake kuna tatizo. Huyu ndani yake wokovu wake hatujui. Mm, huyu anapitia mapito. Kwa hiyo tupende kububujika chemichemi, eh, chemi ya uzima, na ndio maana tunatafuta kwenye mneno, tunatafuta kwenye maombi, tunatafuta kwenye kusikiliza Roho Mtakatifu anataka tufanye nini, wakati gani. Tano, kukubali uso wake asiye haki si vizuri, wala kumpotosha mwenye haki hukumuni Mm, kwamba wenye haki tusikubaliane na shauri zao, tusikubaliane na matendo yao mm. <laughs> Mungu atuhurumie sana. Jana nilikuwa mahali fulani nikasikia watu wawili wanaongea, wameokoka. Watu wawili wakaanza vizuri, walianza vizuri, najuliana hali na nini na nini nini, lakini nikabidi ma mazungumzo yalivyoenda, ilibidi nijikuta mimi ninatubu, ninatubu kwa sababu gani? Walianza kuongea habari eh, za hawa mastaa ma, ma eh, fulani zambi zao unajisi wao huyu alinajisi huyu hu. Yaani, nilianza kutubu kwa sababu pale nilikuwa mahali ambapo sikuweza ku, sikuweza kukimbia, sikuweza kutoka. Amen. Yaani Mungu atusaidie mno eh, ukubali uso wake asiye haki si vizuri eh, sawa. Yaani a, mtu ambaye ya, hajaokoka ndio, sio kwamba tumtenge tumtupe huko, ila tusikubaliane na mashauri yake tusikubaliane na mambo yao, tusikubali watuchafue e, tusikubali watuchafue. Matendo yao wanafanya huko yasituchafue. Ni heri, heri kuongea mambo ya Mungu, heri kutafakari mambo ya Mungu, ndio atatupeleka mbinguni. Hawa e, waovu abid walioamua kufuata shetani kwa njia zao, wameamua kuwafuata e, labda kama tumepewa mzigo wa kuomba lakini eh, tusiyachukue muda sana kuwaongelea aa, watu wa dunia mm. Sita, midomo ya mpumbavu huingia katika fitina na kinywa chake huita mapigo. Mtu ambaye anaongea bila hekima. Tunakaribia kumaliza, nafika dakika kumi na tano. Haleluya! Mtu ambaye ni mpumbavu, tukatae. Tukisoma haya maandiko na watoto wetu tuwambie, tukatae, mkatae kuwa wapumbavu. Utaingia matatizo mm na utajiletea vipigo. Yani wewe utaadhibiwa. Unakuta mtu ambaye amekataa hekima, yeye anapataga matatizo tu, yani shetani. Kuna mtu nilikuwa namshauri jana, ujuzi nikamwambia, usipokaa vizuri na Mungu, shetani ana haki, usipokaa vizuri na Yesu Kristo, shetani ana haki ya kukutesa, shetani ana haki ya kukwamisha mambo yako. Yani mtu asishangae ambaye ameamua kuufuata Yesu nusu nusu, shetani anamjua huyu, huyu si vuguvugu, ngoja nimuonyeshe anajaribu kufuata huku kwa Yesu, ngoja nimuoneshe. Anakupitisha, anampitisha mtu mapito, yule mtu anadanganyika, anasema ah, huku kwa Yesu, huku kwenye ulokole, huku bora nirudi kule kule kule kule, niko kwa, ilikuwa nafuu, anatoka mm-hmm. Ndio hivyo. saba ya mwisho, kinywa cha mpumbavu ni uharibifu wake na midomo yake ni mtego wa nafsi yake. Tunarudi pale pale, pale. maongeo tukikataa hekima, naona na huu mstari wa nani unahusiana na maongeo maneno ya mchongezi ni kama vitoweo, nayo hushukia pande za ndani ya tumbo. Mchongezi, mchongezi jana yani analeta ugomvi, ni shahidi wa uongo, ni mbea, anateta. E, hivyo, tukwepe. Tunahari, yani tunaharibu paka ndani. Sasa kama ndani yako ndani ya tumbo humu, ndio tunaambiwa tunatunza e, chemchemi za uzima za Roho Mtakatifu, nguvu za Roho Mtakatifu unakuta maneno ya ovyoovyo yana najisi maneno ya ovyoovyo hata kama umesikiliza tu hujaongea yana najisi, yaani inatakiwa tu kujitakasa, kuomba toba. Mungu wasamee, hawajua wanavyoongea hivi, wasamee, wasamee, warehemu, warehemu, warehemu. Tuko hati, nyakati ambazo tunaweza tukajikuta kwenye mitego ya kuongea siasa, tunawasema maraisi, raisi. Mungu amemruhusu awe pale, sisi hatukuitwa wengi wetu hatujaitwa kuwa mahuku wahakimu wa wanasiasa wa hakimu wa viongozi, ila tumeitwa tuangalie, tusikilize alafu tuombe. Tunaona kuna madhaifu hapa, tunawaombea. Tunaona kuna shida hapa, tunawaombea. Karibu mpendo wetu, tunamalizia Zaburi, Mithali kumi na nane. Tumesoma moja, tumesoma mpaka nane, alafu tunaingia kuomba. Sisi hatujaitwa kukosoa wanasiasa, kukosoa viongozi. Wewe waombee Unaweza ukadharau, mimi mtu mmoja tu, mbona maovu yanazidi, mbona hawaachi? Kuna kitu kinafanyika kwenye wewe kuomba. Na wewe unataka uhesabiwe, we umefanya nafasi yako kwenye hiyo hiyo mapito, hiyo nchi inapopita. Kuna watu utawaokoa kwa maombi yako hayo tu. Kuna watu utawasaidia, o wa ambao, huku kwetu, nchi ya kwetu, unaamka asubuhi unaambiwa leo kazi hamna, unawatenge Mungu anawatengenezea njia na wahurumia. Si unaomba waokolewe. Wengi ndio watasema unajua, sijaenda kanisani muda mrefu. Hem, ngoja niende kanisani. Anapata neno kule linamwokoa linamweka kule; anabaki kwa Yesu. Anapita mapito na Yesu. Unamzuia mtu, labda stresi zinamfanya, mimi nakata tamaa. Kuna watu wengine nakata tamaa, najiua. Kuna watu msongo wa mawazo, anaua yeye, mke, watoto hivyo. Kuna mtu aliingiwa na hiyo roho, tulisikia kwenye taarifa ya habari, aliita mpaka binti yake yuko chuo kikuu, njoo nyumbani sijui kuna alimwambia kuna kitu njoo nyumbani, yo yule binti ndio Mungu alimpendaga tu. Yule binti ndio alifaidika, alipata nafasi ya kutoroka akatoroka, akaepuka yale mauti, lakini waliwawa mamaze yake, eti msongo wa mawazo, sijui baba alipoteza kazi, sijui baba aliingia deni, sijui ilikuwaje. Mpendwa wangu, hii nafasi tunavyoomba hapa, unaweza kaona mbona tunaomba omba mambo yale kila siku, kuna vitu vinafanyika kwenye mwangu wa roho na ninaamini ni roho ya Bwana ndio ametuelekeza hivyo. Sidhani kama sisi tuna hekima au tuna ufahamu wa kusema eh hey, ngoja nianze ku... Unaona tulivyofungua tu hili kundi, Roho wa Mungu alileta maelekezo, ombeeni hivi hivi na hivi, ombeeni nyinyi toba yenu, ombeeni na wenzenu, ukiomba na, na wenzetu chukua muda wako, fikiria wewe, kina mama wanapitia nini, mabinti wanapitia nini, waombe usi, usi usirush, usiwe na haraka, ombea ndugu zako wanapitia nini, sasa hivi wanapitia nini fulani anapitia nini? unawaombea vizuri una vizuri kabisa e. Halafu unaenda unaombea kanisa, kanisa wachungaji wanapitia nini? Unawaombea, we wataje kwa majina na familia zao. Wapendwa, kuna watumishi wa Mungu wanafanya kazi kwa uaminifu kabisa. Nazungumza watu ambao ninawajua kwa mapito yao, anafanya kazi kwa uaminifu ya Mungu lakini shetani ameshika watoto wake. Nazungumzia yaani ameshika watoto wake yaani kwamba watoto wameshikwa kiuchumi hawataki kazi e. Kiuchumi yani, kuna mwingine kabisa ni, ni umri umeshafika kusoma hawataki, yani ni, amewashika shetani, amewashika ni, ni kuomba rehema, kuomba toba, kuomba ufungulivu wa wale watu. Sio kazi yako, atafunguliwa lini? Sio kazi yako, wewe omba, hmm? ukaombee ndugu zako unadhani muda una, unakuwa unaomba hivyo unaomba tu, malaika anaandika tu anaandika tu anaandika tu. Mimi hamna kitu kinanitia nguvu kila siku kuombea ndugu zangu na watu nao wajua wajaokoka, kama ambavyo Mungu alibadilisha waliokuwa Waislamu na waliokuwa waganga wa kienyeji leo wanamtumikia Mungu. Hakuna kitu kinanipa moyo kama hicho. Tena roho Mungu ananikumbushaga kila mwanadamu pumzi iliyo ndani yake anayoitumia wema na wabaya anayofanya, anaishi imetoka kwa Mungu hakuna kitu Mungu hawezi. Wewe omba. Unajua mume wa fulani ana tabia mbaya, anamtesa rafiki yangu, anamtesa mama fulani. Hata kama wewe mama hajaongeaga na wewe, lakini unamuona huyu baba ana matatizo. Omba. Wewe omba. Unajiwekea akiba. Mwanangu mmoja juzi alikuwa ananiambia, "Mama, he, unikumbuka unasemaga maombi ni akiba." Kweli maombi ni akiba. Ujui wewe unaombea watoto wako, unaombea wajukuu zako, kama Yesu Kristo bado akiendelea kutuhurumia, akawa hajarudi, unaombea kizazi chako, unaombea ndugu zako, kwa yale maombi unayoyaomba, na unajiombea mwenyewe. Haleluya. Haya, ukiombea wachungaji, ukaombea kazi ya Mungu, alafu ukaombea nchi, mpendwa, tunakuwa tumefanya kazi angalau, kwa kiasi, sio kiasi kikubwa sana. Inawezekana sio kwamba sisi mafundi sana, lakini kwa kiasi tunakuwa tumefanya kazi ya Mungu. Unajua kuna kitu, kuna mambo, kuna faida katika kufanya kazi ya Mungu. Hata kama unafagia tu kanisani, kuna malaika wale, kuna ulinzi ule, kuna uwepo, kuna kibali wanapewa watu ambao wanahesabika, hawa ni watumishi wangu, Mungu anawarekodi. Kwa hiyo wewe, katika hivi tunavyoomba, Mungu akutie nguvu sana, unavyoweza shiriki unawe, hata kama uko kwenye mute, shiriki. Bwana Yesu akupiganie na akusaidie hiyo siku ya mwisho. Haleluya. Tuwe tumefanya kazi ya Bwana. Usisahau, kwa sababu leo ni Jumamosi. Usisahau kumshukuru Mungu kwa kumaliza wiki salama na tumuombe Mungu kwa wiki inayokuja salama. Ombea mifungo yako unayopanga kufanya yako binafsi, ombea mifungo ambayo tutatangaza ya wote. Na mchungaji mmoja alikuwa anahubiria ana, ni mchungaji watakatifu, akasema, watu tunaingiaga mifungo tunasahau kutolea sadaka japo kidogo. Toa kidogo, toa unachoweza, ili mfungo wako uende vizuri. Ina maana kila wiki tunapotoa sadaka tunamkumbusha Bwana, wiki hii naomba mifungo yangu ifanikiwe, isiingiliwe na makwazo, isiingiliwe na masababu. Barikiwe sana na asante kwa kunisikiliza mpaka dakika, mimi kwa sababu wewe ninakufahamu tuko wapi, kundi lingine pamoja, ningekushauri sadaka vizuri upeleke kwa mchungaji ambayo kwa kiwango kimoja au kidogo au kikubwa, na kulisha kiroho sawa, na unamfahamu sasa ile kundi lingine tulilopo ni mchungaji ambaye anapambania sana kuhubiria injili ya utakatifu tunavyomuona, mm? na anakimbia huku na huku, kijiji na kijiji, akifanya kazi ya Mungu. Kwa mimi binafsi, ningekuwa ni wewe, mimi ndio ni wewe, ningetoa kwanza kwa huyu, kwa maana kuna kazi anaifanya mbele za Mungu na kuna ule utakatifu anajitahidi kuufuatilia. Unanielewa? hapo mimi ngetu. Kuliko kuacha kutoa, alafu ikarundikana baadaye, sijui watu wanasemaga sijui wanalipa na interest sijui na vitu gani. Ni heri wewe utoe pale panapowezekana eh. Unaona, kuna wengine hana kundi, makundi kama ya kwetu hana, anatuma mitandaoni kwa wachungaji ambao anaona wanahubiri utakatifu eh. Anatuma huko kwao na anaona akienda kule analishwa kiroho eh. Wapo ambao wamefanya hivyo wapo kabisa na wa, na wafahamu binafsi, yaani yuko nchi nyingine, lakini analishwa kiroho na mchungaji mjuko sehemu nyingine, ndio huko anatuma sadaka yake, na bwana anaitambua, mradi hiyo madhabahu iko sahihi, madhabahu haina michanganyo, madhabahu mchungaji akubali maomba ma, ma, mapambo na unajisi wa kila aina, mradi kujaza tu kanisa. Mimi ndio ningekushauri hivyo, dada yangu. Hmm. Swali lako ni zuri sana mm-hmm. Bwana Yesu asifiwe, mpendwa wetu. Haleluya. Haya maandiko tunayosoma nina, ni kukutia wewe moyo, isipite siku hujasoma andiko. Nenda kwa ratiba yanayokubariki. Sisi tunafata ratiba ya kufata tarehe. Kama leo tarehe kumi na nane tunasoma Mithali kumi na nane. Moyoni mwetu tunaongozwa kwamba hii zaburi hata tukiirudia kila mwezi mwaka huu ukiisha, sisi na tunaitumia kufundisha watoto wetu pia mwaka huu tutakuwa tumefika mahali pazuri e, katika kumjua Bwana katika kuenena na Bwana. Pia unafuatilia mahubiri watumishi wa Mungu wanaokuhubiria wewe, wanaotunza, wanaolisha nafsi yako kiroho, unafuatilia mahubiri kwa maandiko, unafuatilia na maandiko, unasoma Biblia mwenyewe, unakuwa kiroho. Haleluya! Hakuna mtu ambaye ataingia mbinguni ambaye asomi maandiko, na mtu ambaye asomi maandiko ana milango mingi ya adui kumtesa, kumkwamisha, kumvuruga. Utajikuta wewe maisha yako hapa duniani hayawakilishi uwepo na nguvu na neema za roho Mtakatifu. Haleluya! Kwa hiyo Mungu akusaidie jinsi gani utasoma maandiko na uu, lile neno unalolisoma kila siku usome, penda kusoma. Labda asubuhi ni vizuri na jioni ni vizuri, una tafakari hapo katikati mchana kutwa neno la Mungu. Tunza nafsi yako, tunza akili yako, tunza macho, tunza masikio, jitakase, ishi katika utakaso. Kumbuka mwanadamu yoyote yule anasubiria vitu viwili, aidha unyakuo uje wakati wowote, au aitwe kutoka duniani. Hakuna ajuwai siku wala saa. Mungu akisema wewe muda wako hapa duniani umetosha, na kuita. Ndio maana tunaishi katika rehema, toba na utakaso muda wote, tunajichunga, tunajitahidi. Roho Mtakatifu atusaidie kujichunga nafsi, mwili, roho, fahamu zetu, na unajisi uliojaa dunia hii ya leo. Kwa hiyo Bwana Yesu akubariki na, ninaamini na tutapata nafasi tena, Mungu atujalie ya kushirikiana maneno tena. Kama hujawahi kuokoka kama huna uhakika na wokovu wako Yesu Kristo akija leo hapa, basi fuatilia maombi hapo chini ya, ya hii video. Kumbuka jehanamu ipo na mbinguni ipo na jehanamu ni mateso ya milele yasiyo na mwisho. Hakuna pumzi, hakuna kupumzika, ni mateso mateso mateso, na ni maumivu ambayo mwanadamu hajawahi kusikia. Ni mateso, kuna funza kule wanauma, wanang'ata, hawanyamazi. Kuna moto usiozimika, kuna mapepo yanamtesa mtu sawasawa na dhambi alikuwa anafanya. Kama ni uzinzi, kama ni kuangalia vitu vichafu, kama ni masikio anasikia vitu vichafu, kila mtu atateswa kwa ile dhambi iliyo mkubuhu atateswa, maeneo yale viungo alivyotumia kufanya ile dhambi. Kwa hiyo hapa hatupotezi muda, hatujajaa uwendawazimu au udini, tu tunaokoa nafsi za watu, kuna yule ataokolewa. Mapito ya maisha haya, ukitaka kuyashinda, sitakuambia kwamba ukija kwa Yesu hamna machangamoto hapana. Ukija kwa Yesu unapitia changamoto, huku Yesu Kristo akikusaidia, huku wewe unastahili kwenda mbinguni, ikitokea mda wako hapo duniani umekwisha. Ndio maana ya uokovu, ni kumpendeza Mungu na uokovu, kuna jinsi ya kuenenda Sio wokovu ukisha okoka mimi imetosha, unakaa kanisani una, unaficha watu. Hapana, utajidanganya. Amuonea aibu Bwana Yesu Kristo, na yeye Bwana Yesu Kristo atamuonea aibu siku ya mwisho kwa baba yake wa mbinguni. Kwa hiyo karibu, kama unahitaji masomo, hujabatizwa kwa jina la Yesu Kristo, kwa, kutoka kwa mchungaji aliyeokoka na tunza utakatifu, hujabatizwa, hujakamilisha wokovu wako. Usitikie maneno, soma Matendo ya Mitume mbili thelathini nane mpaka 42. Hile ndiyo njia mtu kuokolewa. Halafu tafuta kujazwa na Roho Mtakatifu wa Bwana. Warumi nane kule ukisoma utakuta inasema asiye na Roho wa Kristo sio wake. Kuna mafundisho tutakupa ujue thamani na faida za Roho Mtakatifu na jinsi ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Usidhanie ni kunena kwa lugha unamuiga mtu, usidhanie tu nitawekewa mikono tu bila kuelewa unachokipokea, utapokea roho nyingine, mpendwa wangu tunaambiwaga tuwe makini na wanaotuwekea mikono. Sio vibaya kuwekewa mikono, ila umjue mtumishi wa Mungu anayekuwekea mikono. Haleluya. Na tunaopenda tunaohitaji maombi sana, wewe tafuta watu ambao watakufundisha wewe kuomba, kujisimamia mwenyewe. Wachungaji watakuombea kufikia kiwango, lakini usipo wewe mwenyewe jua kujisimamia, yale matatizo yatakurudiaga tu. Yani wewe safari kuvuka, utakuwa utakuwa unaenda tu hauvuki, na utakuwa watoto wako wanawapo pabaya, kwa sababu hujawafundisha kuomba. Huwezi kuwafundisha watoto wao kitu ambacho wewe hukijui, ndicho maana tunafundishana kuomba. Kwa hiyo Bwana Yesu akubariki, akusaidie na akushike mkono kwenye hii safari. Ni mimi Mama Sims, wa Jesus Reigns Restoration Ministry. Amen.